Ee, ndugu zangu ni mabibi na mabwana, kama nilivyoahidi siku za nyuma ee, katika hili zoezi la kuendelea kuangalia ni kwa namna gani, ee, huu mzozo unaoendelea wa kibiashara utakuwa na madhara gani kwa makundi mbalimbali mbali. Sasa, jana e, katika kufuatilia hali inayoendelea ni kwamba China nao wameamua kumwekea Marekani eh, viwango vipya vya kodi na viwango hivi vya China ni kwamba wamewawekea makampuni ya Kimarekani eh, kiwango cha asilimia thelathini na nne ambacho kinaanza kutumika tarehe kumi mwezi wa nne mwaka huu. E, na hii ni kujaribu ku, ku, ku, kuangalia kile kiwango cha asilimia hamsini na nne ambacho Marekani alimwekea China na makampuni yake. Sasa katika kama wachambuzi sisi tunaona huu mchezo wa, wa, wa, wa paka na panya, e, paka anafanya hivi, panya anafanya hivi, panya anafanya hivi, paka anafanya hivi, unaenda kuwa na madhara makubwa sana katika uchumi wa wa, wa, wa, wa uchumi wa dunia nzima kwa ujumla na utaenda kuleta mtikisiko mkubwa sana kwenye masoko ya hisa. E, ninavyoongea sasa hivi ni kwamba hadi leo asubuhi, e, masoko ya hisa yametikisika na kule Australia, e, soko la hisa limepungua kwa asilimia 6.3, na kwa kupungua huko kumeondoa utajiri ambao watu wangepata wa shilingi au dola za Kimarekani e, bilioni mia moja sitini, ambapo e, anguko hili linasemekana kwamba ni kubwa lililowahi kutokea ndani ya miezi kumi na tano ya anguko la soko la hisa kuwa chini. Lakini vilevile vile, e, soko la hisa la Marekani na lenyewe limetikisika kidogo, ambapo kutikisika huko kumesababisha hata mshauri wa mheshimiwa Rais Donald Trump eh, Elon Musk yeye kwa makampuni yake eh, hadi jana eh, mtikisiko huu umempotezea eh, utajiri ambaye angeupata wa bilion dola bilioni 11 eh, eh, na moja ya makampuni yake yameathirika kwa kupungua kwa, kwa thamani yake kupungua kwa asilimia 41. Na hiyo isitoshe tu. Kwa upande wa Marekani, matajiri 500 wa Marekani ambao wanajulikana utajiri wao kwa mtikisiko huu wa juzi tu umewapunguzia e, utajiri wao kwa thamani ya bilioni mia mbili na nane. Sasa madhara makubwa ya mtikisiko huu yanaendelea kujitokeza na kwa Marekani, e, kitu kikubwa ambacho kinajitokeza ni kwamba hata yale mazungumzo ya makampuni ya Marekani kutaka kununua eh, kampuni ya TikTok ambayo mimi na wewe na wengine wanatumia kwenye shughuli mbalimbali za kibiashara za kupeana taarifa eh, yale mazungumzo ambayo yalikuwa yafanye wanunue huu huu mtandao sasa hivi umefeli. Na maana yake ni nini kwa Marekani? Eh, Mchina ameamua kuweka mguu chini China ameamua kuangalia ma mazao ya, ya, ya madini ambayo yanakubalika sana katika teknolojia ya kisasa eh, ambayo tunayaita kwa lugha ya Kimombo ni rare earth metal. Sasa madini haya ni kama cobalt kama tin kama nibium kama kama kama, kama graphite na madini mengine yana hiyo ambayo yanatumika katika E, high-tech, ambayo makampuni mengi ya kimarekani yanazalisha ya, ya sasa mchina kumwekea asilimia 34 eh, kwa ambayo inaanza kuanzia tarehe tare kumi mwezi huu inaenda kutikisa e, uzalishaji na bei ya bidhaa hizi kwa upande wa Marekani, lakini wachina hawajaishia hapo. Mbali na kuweka asilimia 34, wachina wameanza sasa kutembelea kampuni moja baada ya jingine ya kimarekani yanayofanya shughuli zake China. Eh, Kwa hiyo yale makampuni ya, ya, wanayachunguza kwa kuangalia ni kwa namna gani aidha yanafanya kazi kuendana na taratibu za kimataifa zilizopo au yanakiuka taratibu hizo. Na yote haya ni kuendelea kuangalia ni kwa namna gani nao China wanaweza wakamjibu Marekani kwa kuwekewa kile kiwango cha asilimia 54. Kwa kifupi ni kwamba mtizamo huu wa mwendelezo wa ubishani kati ya mataifa haya makubwa hasa swala la kodi, unaenda kuleta mtikisiko mkubwa sana kwenye soko la hisa la kidunia, na waathirika watakuwa ni wengi sana, e, ka, miongoni mwao wakiwa ni makampuni ambayo yataendelea kupoteza thamani yake ambayo yameandikishwa kwenye masoko ya hisa. Kama nilivyoahidi, nitaendelea kutoa ufafanuzi na kuchambua mazao mengine kidogo kidogo. Jana nilizungumza kwa kifupi tu swala la mazao ya kilimo, na sasa hivi ninakamilisha zoezi langu la kuangalia mazao yote ya Tanzania yanayouzwa Marekani, ya kilimo, ya viwandani na madini, ili niweze kuja basi na mchanganuo ni kwa namna gani kama taifa wafanyabiashara wetu wataathirika kwa kiasi gani katika hivi viwango vipya, ili tuweze kujua tunajipanga vipi na tunaenda vipi kwenye mjadala wa ku, ku, ku, ku, ku, kubadilishana mawazo, ni kwa namna gani tutaboresha hali yetu ili kuendana na huu mtazamo mpya wa kodi uliowekwa na rais wa Marekani ambaye yuko madarakani kwa sasa. Asanteni na muwe na sikukuu njema tukisherehekea kumbukumbu eh, -kumbu ya eh, rais Eh, Karume wa Zanzibar. Asanteni.